Mheshimiwa mwenyekiti, kabla sijatoa maelezo, ningeomba nitambue uwepo wa wagombea ili waheshimiwa wabunge mfahamu kwamba waliopo ni wangapi. Wagombea wote wapo isipokuwa mheshimiwa Hashim Spunda Rungwe, hayupo katika orodha na wala hatujapokea taarifa ya kujitoa, kwa hiyo tunaamini mtaendelea kumpa kura pamoja na yeye kutokuwepo, ila hataweza kujieleza, lakini akifika wakati zoezi naendelea, tutaomba mwenyekiti umruhusu aweze kuendelea. Baada ya maelezo hayo mafupi, naomba mwenyekiti sasa nitoe maelezo ya uchaguzi. Wale ambao mnazo kanuni, maelezo ya uchaguzi wa spika yako kwenye kanuni ya tisa na nyongeza ya kwanza mnaweza mkafanya rejea. Nitakwenda nita moja kwa moja katika maeneo yale ambayo tunafikiri mnaweza mkayakumbuka na myatumie ili tupu, tupu, tupu, tupu, tupunguze muda wa kuzungumza kwa sababu mnazo kanuni. Mheshimiwa mwenyekiti, Kwa mujibu wa ibara ya 84 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 spika wa Bunge anachaguliwa na wabunge kutoka miongoni mwa wabunge au watu wenye sifa za kuwa wabunge. Aidha, katiba inaelekeza kwamba uchaguzi wa spika utafanyika wakati wowote katika mkutano wa kwanza wa bunge jipya na katika kikao cha kwanza chochote mara baada ya kutokea nafasi ya spika kuwa wazi. Ili kukidhi ma masharti ya katiba niliyoyainisha hapo juu, tarehe 28 Oktoba mwaka huu 2015, niliwaandikia makatibu wakuu wa vyama vyote vya vya siasa vyenye usajili wa kudumu kuwapa taarifa ya awali kuhusu uchaguzi wa spika na kushauri chama kinachokusudia kusimamia kusimamisha mgombea katika nafasi ya uspika kianze mchakato wa ndani isitoshe, tarehe sita Novemba nilitoa tangazo la serikali namba ya mia tano kumi na nne na kwa kuainisha kwamba kiti cha spika kitakuwa wazi leo tarehe kumi na saba Novemba kwa mujibu wa tangazo la rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, barua yangu ya tarehe tisa Novemba niliviarifu vya vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu vinavyokusudia kusimamisha mgombea katika uchaguzi huu viwasilishe jina la mgombea huyo kwangu, msimamizi wa uchaguzi, tarehe kumi na sita saa kumi jioni hapa Dodoma, ambayo ndio siku ya uteuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niliwatangazia kuwa chama kinachokusudia kusimamisha mgombea ambaye si mbunge kiwasilisha jina la mgombea huyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi siku tano kabla ya uchaguzi, ili tume ifanye uchambuzi na ikiridhika kuwa mgombea huyo ana sifa zinazotakiwa, tume itawasilisha jina kwangu siku moja kabla ya uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipokea taarifa ya tume ikithibitisha kwamba wagombea wote ambao si wa bunge walikuwa wana sifa hivyo basi hadi kufikia saa kumi jioni siku ya Jumatatu tarehe kumi na sita Novemba nilikuwa nimepokea majina ya wagombea nane tu kama ifuatavyo: Mweshimiwa Peter Leonard Sarungi, kutoka chama cha Alliance for Tanzania Farmers Party; Mweshimiwa Hassan Kisadi Almas, chama cha National Reconstruction Alliance Mheshimiwa Dr. Godfrey Rafael Malisa, chama cha kijamii, yani CCK. Mheshimiwa Job Houston Justino Ndugai, chama cha mapinduzi ambaye ni mbunge. Mheshimiwa mwenyekiti, taratibu za uchaguzi zinasema hamruhusiwi kushangilia. Naomba msikilize, waheshimiwa wabunge, tuwe na utulivu. Naelewa hayo yanaashiria nini, lakini kanuni za bunge hazituruhusu kushangilia, kuzomea, lakini naruhusu tumezee tu, hmm. Kwa hiyo mimi, mimi nitakuwa kidogo mkali na hilo maana nina mamlaka yote kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo, ndugu zangu waheshimiwa wabunge, tujirestrain kidogo, nadhani kiti mnakielewa. Katibu aendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, mgombea mwingine tuliyepokea Uthibitisho wake ni Mheshimiwa Dr. Godfrey Joseph Olemedei. Wajumbe, kwa hiyo mnasawazisha. <laughs> Oda, oda, oda. Katibu, tuendelee. Naomba ikae ibaki kwenye rekodi anatoka chama cha CHADEMA. Mheshimiwa Richard Shadrak Limo, chama cha Tanzania Labour Party, TLP. Mheshimiwa Hashim Spuna Rungwe, chama cha CHAUMA, na Mheshimiwa Robert Alexander Kasinini, chama cha Democratic Party, DP. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wagombea wote wamekidhi vigezo na wana sifa za kuwa wagombea nafasi ya uspika. Waheshimiwa wabunge, kila mgombea katika hawa nane waliopo atatakiwa kufika mbele yenu, kwa kuwa nyinyi ndio wapiga kura, ili kujieleza, kuulizwa na kujibu maswali kama yatakuwepo na kuomba kura kwa lugha ya Kiswahili au ya Kiingereza. Baada ya kujieleza, kila mbunge atapewa karatasi ya kura yenye majina ya wagombea wote nane. Tutatoa mfano wa karatasi ya kura na mtaiona ni karatasi inafanana na namna na hii, imeandikwa karatasi ya kura. Naomba nionyeshe japo ni kwa mbali, jina la kwanza mpaka la nane. Unachotakiwa kufanya ni kuweka alama ya vema kwenye jina la mgombea mmoja tu ambaye unge, unapenda, a, awe spika. Ukishaweka alama ya ve, moja tu. Ukiweka alama mbili karatasi yako imeharibika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kura ni za siri.